Ufunuo kumi na sita fungu la kumi na tatu, Biblia inasema nikaona, roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Sasa swali, kwa nini Yohana anasema hizi roho zina, zina mfanano wa wa vyura. Where in the Bible are frogs mentioned? Wapi? Ukienda kitabu cha nini cha Kutoka, si ndio? Kwenye yale mapigo ya Misri. Mungu alifanya muujiza kupitia Musa, si ndio? Alitupa fimbo ikawa nyoka. Wale waganga wa Misri na wao wakafanya mfano wa hayo. Ukisoma Biblia inasema wakafanya mfano wa hayo. Wakatupa fimbo ikawa nyoka si ndio? Halafu Mungu tena kupitia Musa akabadilisha maji kuwa nini? Damu. Biblia inasema hawa waganga pia wakafanya mfano wa hayo, wakabadilisha maji kuwa damu. Pigo linalofuata, Mungu kupitia Musa akaleta nini? Vyura. Biblia inasema waganga nao wakafanya mfano wa hayo wakaleta vyura. Pigo linalofuata Mungu kupitia Musa akaleta chawa. Biblia sasa inasema waganga nao waka, wakajaribu kufanya mfanano wa hayo, wasiweze. Kwa hiyo huu mfano wa muujiza wa vyura ulikuwa ni the last counterfeit miracle, yani, ulikuwa ni muujiza mfano wa muujiza wa mwisho walioweza kuufanya are all together. Katika kisa cha uh, wanawali kumi Biblia inasema wote walilala, wale wa, wenye hekima na wale the the wise and the foolish they all slept, they all slept. Yani watakatifu na wote walilala, halafu something happened, kilichowaamsha wote. Na waliamka wakati gani?

ambacho both the the wise and the foolish will be caught off guard. Bwana Yesu asifiwe. Danieli 12 fungu la kwanza inasema Mikaeli akasimama, si ndio? na tuna, tukisoma kitabu cha Danieli na, na huu nabii inatuambia kwamba Mikaeli ambaye ni Yesu akisimama amemaliza kazi yake ya ukuhani kule juu hekalu la mbinguni. Kwa hiyo kinachofuata ni nini? Anashuka chini, ameshamaliza hukumu, anashuka chini kutoa to give the rewards. Na ukisoma fungu la pili inasema wafu watafufuliwa. Kwa hiyo Danieli 12 inaanza kwa kusema Mikaeli anasimama, namaanisha anakaribia kurudi alafu, wafu wanafufuliwa. Sasa something happened kilichomfanya Mikaeli aseme it is enough nitasimama. Danieli 11:40, na wakati wa mwisho mfalme wa kusini atashindana naye na mfalme wa kaskazini atamshambulia kama upepo wa kisulisuli pamoja na magari ya vita na wapanda farasi. Pause. Fungua Isaya 66 fungu la 15. Biblia inasema maana Bwana atakuja na moto na magari yake ya vita kama upepo wa kisulisuli hasa. Compare these two verses, katika Isaya inasema Bwana capital B, yani Mungu atakuja na anaelezea namna anavyokuja, lakini Danieli 11 inasema kuna huyu mfalme wa kaskazini, king of the north, anakuja kwa namna inayofanana na anavyokuja nani? Bwana. Lakini sio, is not the true king of the north. Utasoma kitabu cha Isaya 14:13 shetani alisema nitajiinua nita juu ya nini? Milima katika pande za kaskazini, at the sides of the north. Na ukisoma kitabu cha Zaburi 48, Biblia inasema kuinuka kwake Mlima ule, za, mlima ule wa Sayuni ni mzuri sana, ni furaha dunia yote, mlima Sayuni, pande za kaskazini, mji wa mfalme mkuu. Kwa hiyo mfalme wa kaskazini halisia ni Mungu, lakini Danieli 11 inasema kuna huyu mfalme mwingine ambaye atajaribu kuja kwa mfanano huo. Satan will impersonate Christ, yani shetani atakuja dunia hii kwa mfanano wa Kristo. Ninarudia tena kama ulikuwa hujui, ufahamu na unabii umesema hivi shetani yule unayemsikia atakuja dunia hii kwa mfanano wa Kristo, na bahati mbaya wengi wetu tutadanganywa, wengi wetu tutadanganywa. Kitabu cha Pambano Kuu 624 inasema kama tendo la mwisho katika mchezo mkuu wa udanganyifu, as the crowning act of deception, Shetani mwenyewe atajifanya kuwa Kristo. Kanisa limekuwa likijiandaa kutarajia kuja kwa Mwokozi kama kutimia kwa matumaini yao, si ndio? Sasa mdanganyifu mkuu atafanya ionekane kwamba Kristo amekuja. Huu sio, it is not symbolic. It is literal. Katika sehemu mbalimbali za dunia, Shetani atajidhihirisha miongoni mwa watu kama kiumbe wa fahari kubwa, wenye mwangaza angavu akifananishwa na maelezo ya Mwana wa Mungu katika Ufunuo. Utukufu unaomzunguka hauwezi kulinganishwa na chochote ambacho macho ya wanadamu wamewahi kuona. Sherehe ya ushindi itasikika angani. Kristo amekuja. Kristo amekuja. Watu watajipiga kifudifudi kwa ibada mbele yake, huku yeye akiinua mikono yake na kutoa baraka juu yao, kama vile Kristo alivyobariki wanafunzi wake alipokuwa juu ya dunia. Huyu ni Shetani. Sauti yake ni laini na yenye utulivu, lakini imejaa melodi kwa sauti nzuri na yenye huruma atanena baadhi ya ukweli wa mbinguni aliyosema Mwokozi, ataponya magonjwa ya watu underline. Kisha katika utu wake wa kujifanya kuwa Kristo atadai kubadilisha sabato kuwa Jumapili na kuwaamuru wote wadhihirishe siku ambayo ameibariki. Atasema kwamba wale wanaoendelea kushika siku ya saba huwa ni wakufuru kwa jina lake, kwa kukataa kusikiliza malaika wake waliotumwa kwao. Huu ndio udanganyifu mkuu karibu wa kushinda. This is a great act of deception, this is literal. Unasoma hapa unasema, hii mambo kama inaonekana kama muvi fulani hivi, itatokea hapa duniani. Na narudia tena, Unfortunately, tumesoma lakini atatokea na tutamwabudu. Ufunuo tatu fungu la kumi inasema kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, you have kept the word of my patience. Kumbuka lile kundi, wanasema tumemngojea, huyo ndio Bwana. Tulifanya nini? Tulimngojea, we have waited for him. Mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa. Hii ni saa gani anaongelea Nikipindi hiki iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote kuwajaribu wakaao juu ya nchi. Sasa najua wengi wetu tutakuwa tunasema Biblia imesema Yesu akija, aki, aki, aki, aki, aki, aki mara ya pili hata kanyaga duniani sindio? kwao nikimwona tu mtu anatembea tembea anasema yeye ni shetani. Ah, najua huyu jamaa nitaendelea kunani sasa Let me give you a scenario. Mnamfahamu Yohana aliandika kitabu cha Ufunuo. Si ndio? Si ndio? Sasa, fungueni Ufunuo kumi na tisa fungu la tisa. Ufunuo kumi na tisa fungu la tisa. Inasema, naye akaniambia, huyu ni malaika anaongea na Yohana. Andika, heri walio alikuwa karamu ya arusi ya mwanakondoo akaniambia maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Sasa fungu la kumi. Nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie, akaniambia, angalia, usifanye hivi, mimi ni mjoli wako na wandugu zako walio na ushuhuda wa Yesu, msujudie Mungu. Yohana, ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu, ametembea na Yesu kwa miaka mitatu, amepea ufunuo yatakaotokea mpaka mwisho wa dunia. Ameona malaika, sio Yesu, ni malaika, lakini ule utukufu was so overwhelming. Akafanyaje? Anataka kusujudu. Unafikiri Yohana alikuwa ajui amri ya kwanza na ya pili? Alikuwa anafahamu. Tupo pamoja? Again, Ufunuo ishirini na mbili, Ufunuo ishirini na mbili fungu la nane Nami Yohana ndimi niliyeyasikia na kuyaona mambo hayo, na hapo nilipoyasikia na kuyaona nalianguka ili nisujudu mbele ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo. Mara ya pili huyu Yohana, mwanafunzi wa Yesu aliyepewa ufunuo, watakayotokea anayejua amri kumi za Mungu, anamwona malaika

almost dunia nzima itaenda. As for you, you to to stand out you have to do something extra. Sasa kingine, unajua kwamba katika madhehebu mengine wanaamini katika uh, the rapture kunyakuliwa, si ndio? Yani uko siku za mwisho watakatifu watanyakuliwa wataenda mbinguni alafu kutakuwa na miaka kadhaa hapa katikati, alafu ndo Yesu anarudi. Na wanatumia mafungo ambayo Yesu mwenyewe alisema, wawili watakuwa shambani, mmoja atanyakuliwa, sijui wawili watakuwa kwenye kitanda, kama mmewai kuyasoma. Sisi hatuamini hiyo, lakini we have our own version of the rapture, na hii inaitwa amri ya Jumapili. Yani hiyo ni version ya Wasabato ya mafundi ule ule ule, yale mafundisho ya kunyakuliwa kwamba sasa hivi nasubiria nikisikia tu vuguvugu la amri ya Jumapili ndo nitaanza kuwa serious. Sasa hivi bado, bado nikishaona watu wanaanza Marekani kule wanaanza kukaa vikao bunge nini. Aa, sasa naona panakaribia, nianze sasa kuwa serious, nakuja kanisani. Mungu atukuzwe, si ndio?